Kama ambavyo ilitangazwa mwishoni mwa mwaka 2024 kwa msanii mseni Burna Boy atatumbuiza kwenye tamasha lake mwenyewe huko Paris, Ufaransa, kwenye venue Stade de France. Hatimaye leo ndio leo, ni April 18, Burna Boy anaenda kukutana na mashabiki Ufaransa kwenye venue hii ya Stade de France ambayo ina uwezo kubeba zaidi watu elfu 80, na taarifa positive kuelekea usiku wa leo ambako atatumbuiza Burna Boy ni kuwa tayari tickets zote zimekuwa sold out, yani zaidi ya mashabiki elfu 80 wamekwisha kununua tickets zote, na anaenda kuandika historia kama msanii kutokea kwenye wa maadhi ya muziki wa Afrobeat, Afrofusion na jinsi zingine katika muziki huu ambao ni pendwa kwa Afrika kama msanii wa kwanza kuandika historia yake, ukiachana na masta wengine wakubwa kutokea Afrika ambao wanaimba kwa lugha ya Kifaransa na hata Kikongo kama Fally Ipupa. So picha hizi unazoziona hapa ni uwanja usiku. Tazama namna ambavyo stage na maeneo usiku ilivyokuwa kitengenezwa kwa ajili tu ya tamasha usiku. And upande wa Burna Boy, hii si mara kwanza kutumbuiza kwa Ufaransa na kuwa na mwitikio mkubwa sana, amekwisha kufanya hivi mara kadhaa. Akarena venye ambayo inaweza kubeba zaidi ya mashabiki thelathini. So hivyo tu, Paris de France, lakini kwa sasa ni Stade de France. Papo hapo Paris. Kaa vizuri. Hiyo hapa ni SNS Management